Mimi nina imani na vijana wetu wazalendo wote wenye wako pale Uvira na hapa Fizi. Nina imani na jeshi letu la serikali FARDC ambalo liko nafanya kila iwezekanavyo pamoja na wazalendo kwa kuwazuia. Tuendelee kusapoti wazalendo, tuendelee kusapoti jeshi letu la serikali.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 matumaini ma yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini, nayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za asubuhi ya leo, ili upate kufahamu yote yanayoendelea mashariki mwa DRC na sehemu mbalimbali, na hivyo ili tuende sambamba na kusiku, kusubscribe channel hii kukomenti, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Nam, asubuhi ya leo mpendwa wa msikilizaji, itakujuza kuhusu kipi ambacho gavana makamo wa jimbo ya Kivu ya kusini yamekizungumza baada ya, ya wahasi wa M23 kutekeleza mitingi yao ya hadharani huko Kamanyola na kusemea kwamba siku chache zijazo tayari wataingia ndani ya mji wa Uvira na mji wa Baraka, na pia itakujuza kuhusiana na kutatuliwa kwa mzozo uliokuwepo ndani ya mji wa Baraka. Kwa hivyo na kusii kusubscribe na kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, natumai ya kwamba utakuwa salama usalimini. Na sasa tufungu ukurasa wetu wa habari, na habari kutoka ndani ya mji wa Baraka ambako uongozi wa jimbo ya Kivu kusini umewasili Jumamosi 11 Oktoba mwaka wa 2025 mjini Baraka kupitia msafara ambao umesimamiwa naye Gavana Makamo Jean-Jacques Elakano ili kumaliza mzozo wa uongozi wa mji huo. Msafara huo umewasili mjini Baraka baada ya kuwepo na utata kwenye wazifa wa uongozi wa meya ikiwa kiongozi mmoja aliteuliwa kwa muda kwenye uongozi huo baada ya meya makamo b bi imekititabisha mongelwa kuitwa Kinshasa na uongozi wake. Kupitia wito huo, gavana wa jimbo ya Kivu ya Kusini, Mheshimiwa Jean Jacques Purusi Sadiki, alichukua hatua hiyo kuteua meya mwingine kwa muda tofauti na yule ambaye aliachwa na meya makamo. Kisha kuwasili kwake, gavana makamo aliendesha kikao kikubwa na baraza la usalama wa mji pamoja na raia wa tabaka mbalimbali, ili kuchukua mawazo pamoja, kwa kutathmini namna ambavyo wanaweza kumaliza mzozo huo. tume nimeshukuru. Uh, nimekuja hapa nikitumwa na liwali ambaye alinidepeshe baada ya kikao ya komite provincial ya sekurite. Tumekuja msafara wa wanamemba wa conseil wa provincial ukiwemo pia wabunge tumekuja juu ya swali ambalo lilitokea hapa. Kulitokea swala la sintofahamu kukichwa ya uongozi wa meri ya Baraka na koma, ilimpendeza liwali ambaye alitutuma hapa, alitutuma kusudi tuje tusikilize ni kiini gani? Ni sababu gani hiyo kitendo imefanyika? Na baada ya kusikiliza ambao tulikuwa nao wengi mule, kushe zote zilikuwa represente, tuliweza kuambia hivi na kukubaliana hivi, wafanya siasa wafanye siasa, wachuruzi wachuruze, wa VDP wazalendo Waf, na wajeshi wafanye kazi ya sekirite wasingilie tena kazi ya administration wasingilie kazi ya sisi wafanya siasa. Na societe civile ifanye kazi yake. Alokirance, hapa kuna meya ambaye aliweza kuteuliwa kwa muda na mheshimiwa gavana. Hakuenda tofauti na kanuni za administration, inajulikana bayana kama gavana haiko ni makamu wake njoo nakuwa, aidha, kama makamu haiko inakuwa waziri wa mambo ya ndani, na hapa inajulikana kama mea Titilere haiko wa kumfata <coughs> ni vice maire, na kama vice maire haiko ni CDI. Kwanini tulete, tulete fujo ama tuanze kuoneshana vidole sisi kwa sisi, eti ni hii kabila ndio imefanya hivi, eti ni hawa ndio walifanya hivi. Na waza kwa wakati huyu, ile kitu akita tusaidia wengi ambao tulikuwa nao, tumekubaliana ya kwamba tupreserve unite, tupreserve securite. Ndo maana tumesema ya kwamba tunakuja kesho, tutakuwa na mkutano ambao wa azara ambao tutakutanana na watu mule musale ya Meladen na tutaendelea na vikao mbalimbali. Nia yetu ni moja, kuheshimisha kibarua cha Mheshimiwa Diwali, na hatutaheshimisha sisi wenyewe pamoja na nyinyi, ili ambaye ameteuliwa akikuya kusikue fujo me anatanda, kwa sababu hatuwezi kuacha nafasi bure. Ambaye alikuwa hapa ni mama Mari, kama meya kwa muda atasubiria wafanye remise et reprise kabla wajafanya remise et reprise letaki ule mwingine akuye, yeye atabaki akiendelesha kazi. Lakini ile kibarua ya mheshimiwa liwali ni ya kweli, na akuitoa mbinguni. Ni vile ndio inafanyika, ni vile ndio kanuni inavyoombwa hivyo, na mengine niliambia

na atachukua uamuzi. Ule uamuzi usunyulize ni gani juu sijajua, lakini anasema ya kwamba atajipashe kwa hii kestion puke aimalize. Ni Kinshasa njo itaamua hapa, watu wasibakilie malumbano tuingize chachu ya ukabila juu ya umea, kwa muda wenyewe utafanya wiki, utafanya siku tano, utafanya siku makumi mbili. Ndio maana nilimwambia mama anza kutayarisha uambie wa kutengenezea ile kiti yako kule kulikuwa natumika mbele. Nilimwambia CDI naye ambaye atakuya, unapokuwa huko kwa muda kama unakuya, usisahau ile kiti yako kwa ulikuwa naikala juu. Kinchasa itaamua na Kinchasa ita tu departager, na kama ita tu departager, tukue kimya na hiyo swali mutu achie sisi, wakina Jean-Jacques wakina Ma, uh, uh, mateso, uh, maison eskal Alaba. Wakina labani ambao tunafanya siasa. Si tulichaguliwa kufanya nini? Siasa, mutuachie siasa. Kuna watu waliingiza chachu o, oh, kuwaza janjaqe, naye aliingia. Siwezi kaingia mambo ya chini. Mimi hapa niko mchaguliwa, nilichaguliwa na kabila zote, sio tu wabembe, nichaguliwa na warega nichaguliwa na wamushi nichaguliwa na wafulero pourpreve niko meme najenga kwa kushukuru wafulero, nyumba ya buguma niko na wajengea nyumba nzuri ya buguma, yaani nilichaguliwa na makabila yote lubunga waesa, lubunga eh, lubunga, unaona, nichaguliwa na makabila yote, unaona. Sasa siwezi kafanya vitu vya chini, kama nikitaka mimi kama vile Uh, kigogo cha chama tawala, nikitaka kupata maire de la ville sintampata, nikitaka kupata administrateur ni tia administrateur, jamani, naweza kumkosa ingali wakati yetu na tunaweza kufanya hivyo. So, siwezi kuingia mambo ya chini aseme wamumutowe ba, ba, ba, pale hapana. Ndio maana tumeomba wazalendo wachukue nizamo na wafanye kazi yao Wasije wakajaribishia wasije wakajaribishia walikamata volontairement bunduki juu ya kutetea udongo na kuzia adui na kazi ambao wanaifanya iko nafua dafu depuis mwezi wa pili. Uvira iko na semeo itakamatiwa na Fizi. Hapa tunakuwa mwezi wa kumi, na kesho kesho kutwa hapa tutaingia kubona ne. Hiyo ni kwa sababu wazalendo vijana walishimama kideti wakatumika na FARDC kwa kuzuia me lwenye lulikuwa na kuya kule, musisahau lulikuwa lwa hatari, watu walikimbia eskale Kalemi na Kalemi, watu waliwaza kimbia, wenye walichukua kuraji ni vijana. Tunawapongeza kwa ile, lakini musiende kinyume na kanuni yenu, musiende na kuingilia kazi yasie bapolitisien. Mutuambie kama mnakosa bunga, tuatafutie bunga, mutuambie kama munakosa maharagi tuwatafutie maharagi, mutwambie kama kunakosa madawa tuwatafutie madawa. Na kama unaona unachoka na vv dp kuwa muzalendo, acha kuya uingie msiasa, utakutana nasi wakina Janjaki, tutapimana misuli. Kama ukikuwa nguvu unachukua na wewe uskani, lakini kama tutakuwa tungali nguvu eh, tutaendelea mpaka gisi Yesu atakavyokuja. Huyo alipoulizwa kuhusu kauli ya wahasi wa M23 kusema kwamba siku zijazo wataudhibiti mji wa Uvira na mji wa Baraka, Gavana Makamo amerudi mara tena. Ndio maana nimewambia kwamba wale watu uh, wanaboronga hawataweza. Uh, walianza kusema hayo mambo sio leo. Mimi nina imani na vijana wetu wazalendo wote wenye wako pale Uvira na hapa Fizi nina imani na jeshi letu la serikali FARDC ambalo liko nafanya kila iwezekanavyo pamoja na wazalendo kwa kuwazuia. Tuendelee kusapoti wazalendo, tuendelee kusapoti jeshi letu la serikali. Najua hawatofika hapa, na wakipima kufika hapa basi watakuwa wanajichimbia wenyewe kaburi. Iyo, iskue, iskue, iskue, kabisa wasi. Yeah. Ah, Lubero watu watatu waliotekwa nyara na wahasi wa ADF huko Itembo wamekutwa tayari wameuawa siku ya Ijumaa tarehe 10 Oktoba katika kijiji cha Bapakombe eneo la Bapere wilayani Lubero mkoani Kivu Kaskazini kwa mujibu wa mashuhuda, wahanga hao walikuwa wameenda Itembo kwa ziara ya kifamilia walipotekwa. Mmoja wa manusura ameeleza kuwa waasi wa ADF walimkamata kwanza maisha na mdogo wake Grass, kisha walimrejesha muda mfupi baadaye na kumchukua dada yake Edwige. Asisi ya kirahia ya Bapere imethibitisha tukio hilo na kulaani kwa maneno makali shambulio hilo la kinyama ikizitaka mamlaka kuongeza nguvu katika operesheni dhidi ya magaidi wa ADF. mili ya marehemu ilizikwa siku ya Ijumaa katika hali ya uzuni na majonzi makubwa huku ujumbe wa kamati ya usalama ukiongozwa naye Makere sivikundulwa mwendivwa mkuu wa eneo la Bapere ukiwasilishwa kwa kufariji familia zilizopoteza wapendwa wao mauaji haya yametokea wakati hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kuzorota. Siku ya Jumanne, tarehe 7 Oktoba, raia wengine wasiopungua watano waliuawa katika shambulio la ADF katika kijiji cha Rizari kilichoko kwenye barabara ya Ombole Rubine, eneo la Babika, pia ndani ya sekta ya Bapere. Licha ya mashambulizi haya kuendelea jeshi la taifa FARDC linasema limepiga hatua muhimu katika mapambano dhidi ya wapiganaji wa ADF. Mnamo jumamosi tarehe 4 Oktoba, jeshi liliwaonyesha waandishi wa habari mateka 15 waliokuwa wamekombolewa kufuatia operesheni zilizofanywa ndani kabisa ya wilayani Beni na Lubero. Katika operesheni hiyo, wapiganaji wa ADF walikamatwa pamoja na washirika wanne wanao tuhumiwa kuwa sehemu ya mtandao na usambazaji vifaa na taarifa wa kundi hilo la wahasi. Kamituga: raia wa Kamituga tarafani Mwenga Wanahisi kupitia hali ngumu baada ya makabiliano yaliyoripotiwa kati ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC mjini humo siku mbili zilizopita. Au wanasemea kwamba kwa sasa unapitia vitendo vingi vya uvamizi ambavyo vinatekelezwa na baadhi ya wanajeshi wa taifa kuwashika vijana na kuwadai kwamba wao ni wazalendo ambao walitekeleza mauaji dhidi ya viongozi mbalimbali. Raia hao wanaomba serikali kuu ya Kinshasa pamoja na viongozi mbalimbali kuweza kuingilia kati swala hilo kwa ajili ya kuimarisha usalama ndani ya mji wa Kamituga, huku wakisemea kwamba wanapitia muda mgumu kipindi hiki ambacho wanakuwa wananyanganywa vitu vyao pasipo na kosa yoyote ile. Huyu hapa ni mmoja kati ya raia kutoka uko Kamituga ambaye amenyanganywa power bank yake mchana kope anatoa ushuhuda zaidi. Huko tunapenda tu alerte ba autorite benye biko mu groupe, ni kwa ba FDC si kwa ba societe civile kwa ba nani, msaidie population ya Kamituga itakuwa mu danger itakuwa mu danger na nenda mu danger. Tuna denoncer tracasserie yenye iko naanza fanyika saa hii partie ya mapambazuko mu hexagon mpaka axe ya poudriere na sawasawa mkuko basoda basita ba FRDC biko natembea na bunduki ine, bana musimamisha mpanga, bana muvamia bana msi hapa mzalendo na kumapambazuko tra kaseri naendelea mpaka saa hii, mpaka saa hii haiko bazalendo, ni farde seko nafanyika mchana kati. Ba autorite benye biko humu, msaidie mubaite juba garso, bata kuwa ba victime kubure ni saa hii, saa hii tuko na 13h38 minutes hexagone. Ba tuliko ba temwe pale kumapambazuko, mpaka axe yote kwa musimbi na kwa kushuka musawa sawa pale, ba soda biko kwanza na timbiko ndo na timidana mule na mamipanga akiona jeune anavala mzuri ka utubu mzuri bana muintimide saa hii navikonaingia meme mu maalimentation. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 12 Oktoba mwaka wa 2025. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia chaneli hii hakikisha una subscribe na comment, lakini pia una share habari zetu kwa walio wengi, ili naoendelee kuzipata. Kama kawaida, amani ya mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Kwaheri.